Yesu yesusezaaeua namiezaukurug sawa. Mungu anasema kwamba wale wasiokaa katika hali ya utaratibu. So, somo la leo liko hivi, subira yangu subira yangu, yangu, au kuvumilia kwangu kuna maana subira yangu au kuvumilia kwangu kuna maana, tuko sawa sawa. <coughs> Kwa nini nasema hivyo? Na ni hapa nitakuwa natoa mifano mbalimbali, hata kwa watumishi wa Mungu. Kuna kitu kinaitwa subira, kuna kitu kinaitwa kuvumilia. Hivi ni vitu ambavyo <laughs> kwenye hii dunia huwa vinatupeleka mbali sana. Kuvumilia umeolewa. Watu wanafikiri kwamba kuolewa ndio maisha yanakuwa marahisi. Hapa jambo umeona alikuwa na ulamba kweli mkanda kanisani safi kabisa. Nasema huyu jamaa ana maisha yake yuko siku kule. Nyumbani mwa Bwana tulikuwa tunatakiwa tupendeze. Haleluya. Kija kujua maisha yake mwanangu anamwambia. Hamna mioga hapo tu tule tunaitwa. Haleluya. Unaanza kukata tamaa. Mimi nakwambia Yesu asifiwe. Umeenda kumtembelea ndugu yako unani ni kama watu wanakunyanyasa. Najua kuna watu wananyanyaswa hapa mmekaa kwa ndugu yaani ukitoka tu ukirudi ile saa saba imepita imeisha na msosi. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema kuna sema wanasema kwamba mtembezi hula si nini? Miguu yake. Sasa ukila miguu yako unabaki na nini? Haleluya. Nikwambie hivi, subira yako, kuvumilia kwako kuna maana mbele za Mungu, haina noma. Acha wakuone wewe hufai, sasa, acha wakuone kwamba wewe hauna kitu chochote, lakini Biblia inasema kwenye kitabu kile cha Mathayo, ile Mathayo sura ya kumi na nne mstari wa kumi na tatu nimewaambia. Inasema kwamba lakini atakayevumilia mpaka mwisho ndiye atakayeokoka. Kuvumilia maana yake nini? Kukubali kutukanwa, kukubali kutengwa shida kwa kwako, lipe paji la usima kwa Bwana atajachilia kwako, haina shida. Ndio tunaishi katika maisha ambayo hayatamani kabisa, na wewe unajua ni shida. Pengine ulikuwa na rafiki zako, sasa hivi wameolewa, wewe hamna, unazomewa, hilo kazi yake ni ni kujaza tu choo hilo limezalia nyumbani, hilo bwana Yesu asema. Lakini sikiliza, kuvumilia kwako kuna maana mbele za Mungu familia kwako kuna maana mbele za Mungu. Haya ni kwambie sana sana sisi watumishi wa Mungu. Na mchungaji sipo hapa atakuwa ni shahidi. Atakuwa ni shahidi na kisema leo hapa. Na wewe ambaye ni unafanyaje kazi ya kitumishi pia unaweza ukawa shahidi pia. Sisi watumishi wa Mungu huwa tunadharauliwa sana. <laughs> Na wengi wajinga, wengi wajinga, wengi wanadhania kwamba wachungaji wengi hawajasoma kwenye fungu gani sijajua, lakini nimezungumzia wale, yaani nafikiri kwamba kuwa mtumishi wa Mungu, basi umetafuta kazi umekoza. Sasa unakuja kwa nani? Kwani Mungu anapenda watu wajinga? Mungu anapenda watu wenye akili na maarifa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Na hii kazi ni ngumu balaa. Hapa mwanangu afanye mtu kilasa. Kilaza afanye hapa. <laughs> Yaani kilasa apige hii kazi. Wewe ndio unataka nasema Biblia. Mimi nataka. Hebu nje umeasimamu, nitajie hizo bibo sema. Kilasa <laughs> anasoma. Kwa Mungu watu wapo wenye akili. <laughs> Na kwa maana Biblia inasema kwamba atakai sikiliza maneno yangu na kuyafata atafananisha na kama mtu mwenye nini, mwenye akili, haleluya, atengee nyumba yake kwenye mwamba. Kazi ya Mungu hakuna kilaza mwanangu. Hata kuokoka we sio kilaza, sema ni so kilaza. <tumulia> Sitaki kusema kwa sababu juzi mepata zilo. We sema tu, bwana anapelewa. Haleluya. So Biblia tuambia kwamba atakae vumilia mpaka mwisho ndio atakae katika maisha ambayo hatamaniki na watu wengine. na nimetoka naendelea kwamba sisi watumishi wa Mungu watu ni watu ambao tumedharauliwa sana. Kwa mfano mimi, mimi ni mtoto wa pili kuzaliwa katika familia ya watoto watano, haleluya. Wa kwanza kabisa ni dada yangu, alafu wa pili ni mimi, wa tatu vipo vitoto vinani, lakini ni watu wazima kabisa ni wakubwa, lakini namshukuru Mungu kati ya watoto wote watano wote ni wajinga mimi ndio nina akili maana mimi ndio na, na, na, na, na, na yes, mtumishi wa Mungu hebu nipigie makofi. Yesu asifiwe. kwa sababu mtu mwenye akili Biblia inasema kwamba toka zamani Mungu alichungulia wapi ili amuone nani pe Yesu makofi kwa hilo Mfano, wewe umesoma si injinia lakini umeacha umeacha kujenga nyumba, si nini, lakini unajenga kanisa. Haleluya. Umeona? Kuna shemeji yangu mimi na ataiona hii video. Najua alisema kwa siri lakini Bwana alinifunulia. Akasema kale kwa jamaa kamishachanganyikiwa. Kwa nini? Sikana mtumikia Mungu, kamianza kujiendeleza maisha yake. Yesu asifiwe. Si unanielewa, hivi vitu ambavyo ambapo tunapelekwa pelekwa na watu wengine wasiojielewa. Haleluya. Kwa kazi ya Mungu huwa ni kama kitu ambacho kimedharauliwa kwa watu wengine. Bwana Yesu asifiwe. Bila kujua kwamba hata hapo wao walipo aliyewawezesha ni Mungu ambaye tunamuhubiri asubuhi. Amen sinaelewa, kwa sababu Mungu anasema kwamba fedha na dhahabu ni nini, anasema iwapo ukaikosa mbingu itakufaidia nini wewe mwanadamu? So kuna mahali ambapo bwana, ngoja nikwambie, kwambia unaweza ukapata utajiri kwa muda mfupi hivi. Kwa mfano wewe braza ukapewa bilioni nne, bilioni

silio lakini, yule ambaye alisubiri haya na bilioni nne akawa anaendelea kumwita Mungu, alafu Mungu akampa huyo, alivyokufa tu yeye akapata zaidi ya hizo bilioni, alafu akaisha maisha, akaisha maisha ya nini? Ya milele. Ni yupi ambaye atakuwa amepata manufaa sana? Basi weka mkono wako kwenye moyo, mwambie moyo wangu, moyo wangu, kuwa na subira, kuwa na subira Mungu atakutendea tu, alafu kungalisha mikono yako miwili makofi, sababu ya hali uliyokuwa nayo. Sababu bwana, kuna kitu nakuangalia ambacho utakitafuna milele na milele. Kboda, usiogope kwa <coughs> hali uliyokuwa nayo. Mungu anasema atakaye familia mpaka mwisho ndio atakayeokoka. Kuna vitu ambavyo unavitamani kwa macho yako ya nyama, lakini kuna vitu ambavyo invisible visivyoonekana ni ni kuja. Kuja. Kuja kwenye maisha yako. Kwa sababu ya watu kujenga jenga nyumba, nyumba hiyo ni ya muda tu. Haleluya. Mtu mtu mtu anajenga nyumba kubwa halafu akishamaliza kujenga anaanza kutafuta mtu anayetaka kununua ile nyumba. Mungu asifiwe sana. Mungu nimeanza kusema kwamba Mungu akipenda kukubadilishia maisha yako. Angalii ya kati, hangalii weo uko wapi, hangalii una elimu kiasi gani. Akiamua kufanya bwana anafanya. Wengi walikuwa wa wa ni matasa, bwana amewapa watoto. Wengi walikuwa hawana elimu, Mungu amewapa elimu. Cha msingi ni kuvumilia, lakini katika Kristo Yesu. Amen. na usiogope watu watakapokuwa na kusema, kwa sababu wao wapo katika kukusindikiza. Haleluya.